Kila mwaka maelfu ya wasichana hukatizwa ndoto zao, si kwa sababu hawana uwezo, lakini ni kwa sababu jamii imeamua ndoto zao zina kikomo. Katika jamii nyingi, sauti za wasichana bado zimefunikwa nyuma ya ukimya na hofu. Wengi huambiwa kuwa ndoto zao ni kubwa mno, kwamba nafasi yao ni kuolewa mapema na si kutimiza malengo yao. Lakini vipi akitokea msichana na kuitumia sauti yake katika kupigania ndoto ambazo wasichana wengi hupokonywa mapema? Mimi ni Michelle Siza, karibu. Kitu ambacho kinisukuma mimi kuweza kupinga ndoa za utotoni ni pale ambapo niliamua kufanya utafiti juu ya ndoa za utotoni na nikaja kujua kwamba asilimia kubwa ya wasichana ndo wanaokumbwa na hili janga hasa katika maeneo ya vijijini. Mtazamo wa watu katika jamii uko vipi juu ya hili? Sababu mara kadhaa mila imekuwa ni kigezo cha kukatisha ndoto za wasichana. Tukiangalia mila za hapo awali za jamii hizo hizo, hizo tofauti ni zile ambazo zilikuwa zinafuata jinsi mila zao zinasema, kwa hiyo zilikuwa zinawalazimisha kwa hali ya kubwa wasichana kuweza kuingia katika ndoa za utotoni, lakini baada ya kupewa elimu sasa, mila za sasa hivi zina zinatumika kama kipaumbele za kukataa ndoa za utotoni. Katika idadi ya wasichana wengi ambao wanaathiriwa na ndoa za mapema, wengi wao ni walio vijijini. Wewe sasa, ukiwa ni kinara katika kulipinga hili, umejipanga vipi kuwafikia wasichana na hata jamii ambazo ziko katika maeneo ya mbali? Ninafanya ziara ya wasichana ambao wako vijijini na kuweza kuwapa elimu. Ninawatembelea, ninawaelimisha na kuweza kuwaonesha umuhimu wa wasichana kuweza kupewa elimu, sio wasichana hao tu peke yao, lakini pia jamii yao nzima. mtu ambaye ananipa uwezo wa uamini kazi yangu na kuendelea kuifanya kazi yangu ni mamangu mzazi ambaye amenilea katika maadili na kielimu pia. Lakini mtu mwingine ni mwalimu wangu wa shule ambaye anahakikisha kila wazo nililokuwa nalo juu ya kutatua changamoto hii linaweza kutimia. Kumwona msichana akasimama imara katika ngazi fulani, mara nyingi huwa na nguvu kubwa nyuma yake, na kando yangu ni mshauri wake ukimwona sasa msichana huyu kasimama hadharani na kuzungumza na wengine kuhusu masuala ya ndoa za utotoni, wewe inakupata kupata sura gani? Kwangu ni faraja kubwa. Cha pili ni kuonyesha ni jinsi gani vile ambavyo tunavisema vinawafikia mabinti wengi ambao nao wanaona hii ni fursa nzuri ya kuja mbele na kuongelea, lengo ni kupinga ndoa za utotoni. Haya yote hufanyika kwa lengo la kumkomboa kijana wa kike. Je, yeah, juhudi hizi wao wanazitazama vipi? Harakati zake zinaweza kuzaa matunda kwa sababu Tupokigwa amekuwa ni mwanafunzi ambaye amekuwa ni mstari wa mbele na sambamba na wasichana kuweza kusaidia changamoto changamoto zinazowakabili. Kitu ambacho unajifunza kutoka kwake kwamba nitajifunza uvumilivu, kuwa msubutu, nitajifunza kujaribu kuwa mwema kwa wenzangu na kufanya mambo tofauti tofauti ambayo najua yana umuhimu, hayatoleta madhara. Kwa kweli ni fahari kubwa sana kwangu kuona mabinti wana uwezo wa kuwaongelea mabinti wenzao ambao wanakumbana na hizi changamoto. Kwetu sisi tuna furaha kwa sababu tunaona kwenye mikoa kama ya Shinyanga, ambapo ndo kwa kiasi kikubwa ndoa za utotoni zinatekelezwa, lakini kuna mabinti ambao kama hawa wanakuja kutumia vile walivyo vinavyo mfano kama uh, maendeleo sasa ya mitandao ya kijamii. Hii si fahari kwa mshauri pekee, bali ni jamii nzima inajivunia juu ya hili. Turudi kwa Tupokigwe, harakati hizi hazikuanza sasa, zilikuwepo hata kabla. Wewe sasa unatarajia nini na unatamani kumwona wapi msichana? Ninatarajia kuwaona kumwona kila msichana awe na uwezo wa kupigania haki yake katika jamii, aidha ni kwenye kupata elimu au kulazimishwa katika ndoa za utotoni. Ningependa msichana ajue ya kwamba hayuko peke yake katika jamii hii, kwenye swala la masomo na pia kwenye swala la kupinga ndoa za utotoni. Tunapowapa wasichana nafasi tunawajengea ujasiri wa kuamini katika ndoto zao na kutumia nguvu zao katika kuleta mabadiliko. Mimi ni Michelle Siza. Kumbuka, msichana anayepata elimu anaandika hadithi mpya, lakini yule anayeozeshwa utotoni anakatizwa ukurasa wa ndoto wake kabla haujaandikwa. Tukutane tena juma lijalo. Kwa heri.